Ni namna gani ambayo utajua sasa huu ni muda sahihi wa kufanya biashara yangu ipanuke? Jambo la kwanza, kuna levels tofauti za biashara. Level ya kwanza ni level ya expert, yani wewe ni mbobevu wa jambo fulani, kwa mfano mpiga picha, mwanasheria, mtu wa masoko, mtaalamu wa kitu fulani, kitu chochote ambacho unakifanya level ya kwanza. Levo ya pili ni self employment. Unatoka pale kwenye kuwa chini ya mtu , sasa ule ubunifu unakuja huku pembeni, alafu unajiajiri mwenyewe. Kujiajiri mwenyewe kwa maana ya kwamba unatafuta mteja mwenyewe, unafanya kazi mwenyewe, unampa matokeo mteja. Hiyo inaitwa kujiajiri, hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu ni pale ambapo unakuwa business owner. Business owner ni kwamba wewe unakuwa na biashara yako, ni mbobevu kwenye engo fulani, hiyo biashara unajua vizuri kutoa huduma na product. Ila unatafuta mteja alafu chini yako kuna kuwa na expert ambaye yeye ni mtaalamu anakusaidia kufanya hiyo biashara. Kwa hiyo hapo unaweza kuwa na wataalamu wawili watatu wanakusaidia kuhandle biashara hiyo, ni business owner. Ukitoka kwenye hii hatua, kuna hatua inayofuata ambayo unamuongeza, tunasema unaweka msimamizi ambaye anaweza kuwasimamia hawa watu. Ukitoka kwenye hiyo level ya kuwa business owner, ambaye unatafuta kazi wanawaletea vijana wanafanya uh, unaweza kutoka kwenye siku mbili tatu, lakini kazi kaendelea, unakuja kuwa mjasiria mali. Sasa mjasiria mali ni mtu ambaye ana uwezo wa kutoka kwenye biashara yake hata mwezi, biashara yake ikaenda, kwamba ana vijana ambao ni kama expert, ana mtu ambaye anasimamia hao vijana. Kwa hiyo hao vijana wanaripoti kwake, au huyo wa katikati anakuja kuripoti kwake. Kwa hiyo huyo entrepreneur mjasiria mali okay. Kwa hiyo mjasiria mali ni mtu ambaye anaweza kutoka kaiacha biashara yake ikafanya kazi mwenyewe bila yeye kuwepo kwa maana ya kwamba ana watu tayari ameshatengeza mfumo na sistimu ya kujiendesha. Sasa ni muda gani ambao utaweza kuona kutoka hatua moja kwenda nyingine? Ni pindi ambapo utaanza kuona kwenye pozisheni yako huwezi tena kupafomu majukumi yako kukali, kwa vizuri kuwaridhisha wateja wako. Kwa mfano wewe ni expert. Unafanya tu majukumi yako, mimi hapa ya siwezi kutimiza majukumu yangu vizuri kuhitaji msaidizi wa kutoka hatua moja na nyingine, hapo ndipo unatoka unatafuta mtu mtu msaidizi, kwa unaenda kwenye hatua inayofuata. Ukiona umelemewa unaenda hatua inayofuata, lakini hivyo hivyo, the way unavyozidi kutengeneza marketing ya kutosha, wateja wanakuwa wengi, na na namna unavyozidi kuwa kuwa mkubwa, unazidi kuachia hatua kwa hatua. Ndo mara ukisikia mtu anasema natamani tu kuwa na biashara niwe nimesimamia watu wao wananiingizia hela, huyo bado ni mtoto. Kwa sababu gani? Hujasemali, una levels na level ya kwanza lazima ujue mchezo unavyoenda. Ukiwa hujui mchezo unavyoenda, unajichanganya, unajidanganya. Hiyo sio biashara, kwa sababu hujui chochote na uwezi kumuongoza mtu, wakati hujui muda wa, hujui chochote. Muda sahihi wa kuweza kujua ni muda wa kutoka tu moja kwenda nyingine, ni muda ambapo utaweza kujipambanua kwamba kwenye hii level nahitaji msaada mwingine, hata kama hujazidiwa. Lengo lako kuu ni kufikia kuwa mjasiriamali kutoka expert, ama kuwa ama mtaalamu, mpaka huja kuwa mjasiriamali.